Anamaanisha kawa mke wa mwinjilisti amalizia. Yani, wokovu nilienda kuupata pale wapi? Niko kwa nimeolewa, nienda kuupata pale wokovu, maana alinioa mimi, sijajua Mungu yani, sijui, nilikuwa nika najifunga mashuka meusi, lakini nilipoenda pale yani, mmeomba akaanza kuniambia kwamba ni tekwa na kataa mara ya kwanza lakini, ish nikamsikiliza nikaanza kwenda mpaka akawa mwinjisti niko naye lakini alifariki elfu mbili na ishirini na mbili. Nikaenda nyumbani. Sasa hapo ndo shida ilikuwepo katika familia yangu, yaani kila mtu alikuwa alikwa hanitaki yaani, m... watakutaka yaani, yaani, wewe wako kwako uliko wako, utoa huko utuletee hapo sasa tunataka huo wokovu, hatutaki hapa yaani, usiposhiriki miungu, labda mi sijakuzaa. Na mimi nilisema kwamba siwezi kushiriki, sitoshiriki hata siku moja na, na mi sikushiriki kabisa katika uganga wao mpaka hivi sasa hivi, nika nahangaika yaani, kwa nahangaika mwenye mzaa, lakini Mungu nimemwona amenifungulia uoowakibwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Penu Henen, namshukuru Mungu kwa sababu nimepokea uponyaji. Wakati mtumishi aliruhusiwa yule wa Rwanda asimame atoe neno, mimi nikawa na uma na tatizo la mgongo pingili, niliambiwa zimepishana. Nikawa ile hali imenizidi, nikakaa kule Baadaye nikasema ngoja nikalale, ile hali ikanilemea, nikaenda nyumbani kulala, wakati vyombo vinapigwa. Yani sijui kilinikuta nini kitandani, nikaamka. Nilipoamka kidogo, mume wangu amekuja, aliniletea matumizi, akaniambia mbona hujaenda kwenye mkutano? Nikamwambia nilikuwepo huko, lakini ile hali imenirudia. Tukakaa naye pale, nikamwambia mimi ndo sasa hivi nimepata uponyaji, naondoka, wewe nenda nyumbani kama tutaenda kwenye mkutano twende, kama weni niache niende. Nikakimbia mara moja, kuja wakati vyombo vinapigwa. Namshukuru Mungu, maana na nimepona na siwezi kurudi tena hospitalini. Ilikuwa huwezi kufanya nini? Ilikuwa siwezi kazi yoyote, mpaka kufua. Nilikuwa masharti mengi, kufua, kazi yoyote ya kuinama nisiname, nilale muda mrefu, ndo hivyo. Ulikuwa unatibiwa hospitali gani? ma- makiu. makiungu makiungu. Ndio. Hospitali kubwa kabisa. Sasa hizi unazo kainama. Sasa hivi na ina